na mgawanyiko wa pili, alqismu thani, mgawanyiko wa pili wa tahara, taharatul hisia ni tahara ya kihisia. wa sayati tafsilu alqawlu fiha, lakini pia tahara hii ya kihisia yakihisia, e, utakuja uta, upambanuzi ufafanuzi wa kauli ndani yake. fi astari atali, ya katika mistari inayofuata. Taarifuha, taarifu taharatul hisia, e, taarifu kufahamisha na tahara ya fi lugha nayo katika lugha, an-nadhafa ni kujisafisha, wa nazaha na kujitakasa, min al-akdhar kutokana na uchafu mdogo mdogo au kubwa kubwa, wa fil istilahi na katika sheria e, rafu al-hadathi wa zawalu al-khabath, ni kuondoa uchafu mdogo, lakini na kuondoa najisi, kuondoa e, uchafu mdogo na kuondoa najisi, hii ndio maana ya tahara ya alhisiyah tahara ya kihisia, walmradu biirtifai alhadath, na mradi wa kuondoa hadath yani uchafu mdogo, izalat lwasfi lmani ni kuondoa ile sifa eh? ile sifa inayozuia minaswala inayomzuia mtu uswali bistimali, mai akitumia maji fi jamii albadani, katika mwili wake wote eh? yani maana yake anasema kwamba wanasema kwamba walmuradu birtifai alhadath, na mradi wa kuondoa uchafu, uchafu mdogo. Izalatu lwasfi ni kuondoa ile sifa, kuiondosha ile sifa inayomzuia mtu eh, kuswali eh, kwa kutumia maji, yani kuingia katika ibada ya swala kwa kutumia maji fi jamii badani, katika mwili wake wote, yani kuondoa ile sifa, yani uchafu kama upo mwilini, manake kuondoa katika mwili wako ili uingie katika sifa sasa ya kuwa safi na kuweza kuingia katika nini, katika ibada. Inkana alhadath akbar, ikiwa kwamba iki, kama itakuwa e, uchafu huo ni mkubwa, kana hadathan asghar. Lakini pia hata kama uchafu utakuwa ni mkubwa, yakfi mururuhu ala adai e, alwudhui ibnia, inatakiwa kupitisha au kutumia maji juu ya kiwili ya viungo kwa kutumia udhu, lakini pia kwa nia maalum, kwa nia maalum. Wa in faqda alma, lakini pia kama yatakosekana maji, au ajiza anhu, anhu istimal, akam au kama mtu akashindwa kutumia maji mm, akashindwa kutumia maji kwa sababu yoyote, basi eh, istamala ma yanubu anhu, atatumia kile kinachokuwa mbadala wa kutumia maji, wahuwa turab, nao ni mchanga. Haya yote Waislamu, mara nyingi huwa mashehe wanatuelekeza eh, katika misikiti yetu eh, kuhusiana kwamba kama utapatwa na najisi, eh, utapatwa na hadathi kwamba ni jinsi gani unaweza kutumia mchanga. Sasa ndio hapa wanazungumzia kwamba kuondoa hadathi au kuondoa najisi ni kutumia maji, kwa kuondoa ile sifa inayokuzuia wewe kuingia katika ibada. Kama utakosa maji, basi unaweza ukatumia mchanga au ukashindwa kutumia maji kwa maradhi eh, au kwa baridi eh, hilo tutakuja kuyaona insha Allahu baadaye kwamba mtu anawezaje kushindwa kutumia maji katika sehemu ambayo ni ya baridi au kutokana na maradhi, basi atatumia mchanga. Ala sifati al-maamur, mchanga hutautumia kwa sifa maamur iliyoamrishwa biha, sharaani, ambayo sheria imeamrishwa kwamba jinsi gani ya kutumia huo mchanga katika kuingia katika tahara, wa sayati dhikruha, lakini pia utakuja utajwa maelekezo yake ya kutu, jinsi ya kutumia mchanga, insha Allahu, Allah, akipenda fi babi tayammum katika mlango ambao utakuwa unazungumzia masala ya tayammum, wal murad bi zawal al khabath, na murad wa kuondoa khabath yani kuondoa najis maana ya kuondoa najisi, ay zawalu najasa, ni kuondoa najisi min albadani eh, kutoka katika mwili wa thaubi, na nguo walmakani na sehemu ambayo inatakiwa wewe ufanyie nini, ufanyie ibada. Fa taharatul hisia, tahara ya kihisia, ala nawaini, tahara ya kihisia iko katika sehemu mbili: taharatu hadathin wa takhtasu bilbadani, ni kuondoa uchafu mdogo, na hiyo inahusisha inahusiana na uchafu ulioko katika mwili wa taharatu khabath, lakini pia tahara ya kuondoa najisi eh, watakunu fil badani inakuwa katika eh, mwili wathaubi, na nguo wal makani, na katika sehemu ya kuswalia. Wanajaribu kutufafanulia katika maelezo yaliyotangulia kwamba tahara ya kihisia eh, ina aina mbili, aina ya kwanza Eh, na uaini taharatu fa taharatu hisia, tahara ya hisia ala nauaini misimama katika sehemu mbili, tahara hadathi eh, wa takhtas bil badani, tahara ya hisia iko katika sehemu mbili, tahara ya kwanza, tahara ya kuondoa uchafu na hii inahusiana na mwili tu. Yaani ukisikia kwamba kuondoa uchafu inahusiana na nini? Na mwili. Wa taharatu khabath, tahara ya ya ya khabath ya najisi hii inahusiana pia watakunu fil badani, na kuwa katika mwili wa thaubi, na nguo wal makani, na sehemu ambayo ni ya kusalia wal hadathu ala nawaini, lakini pia hadathi uchafu ule huko katika sehemu mbili, wanasema wanachuoni uchafu kwa sehemu mbili, hadathun asghar, kuna uchafu mdogo wa huwa ma yajibu bihi lwudhu, ni ule ambao ulazima wake huondolewa kwa udhu wa hadathun akbar lakini pia kuna uchafu mkubwa ambao wahua ma yajibu bihi e, ma yajibu bihi alghuslu al ni ule ambao unalazimika mtu kufanya nini, kuoga. Kwa hiyo insha Allah tutajifunza mengi katika darasa yetu hii, kwa sababu huu ni mwanzo tu, e, mwanzo tu, lakini wanamalizia huku mwisho kusema katika mlango huu wa tahara, wal khabathu ala thalathati anwa na unajisi imegawanyika katika sehemu tatu khabathun yajibu ghusluhu, kuna uchafu au najisi inayotakiwa kuosha kabisa kuosha e, kabisa, nani kama ni nguo au kama ni mwili wote. wa khabathun yajibu nadhuhu, lakini pia kuna najisi ambayo inatakiwa unaloweka maji sehemu ile ambayo inahusika na najisi, lakini pia unaikamua, basi hiyo inakuwa inatosha. wa khabath yajibu mashuhu, na kuna najisi nyingine ambayo inatakiwa wewe unaniu wanasema kunyunyizia maji, kunyunyizia maji. Hiyo ni yote ni migawanyiko ya najsi na ina maelekezo yake. insha llahu. Akhukum fi dinillah Twali ibn Jafar Manyanya ka. Msisahau ndugu zangu katika imani, kuuliza pale ambapo mtu atakuwa hajaelewa au kuchangia maoni au kusubscribe eh, kufuatilia chaneli yetu hii kwa ajili ya kujifunza mambo mengi yanayohusu katika dini yetu kuhusiana na tiba na pia na mafundisho ya swala zetu na mambo mengine yote inshaallah.